Katika kijiji kidogo cha Bethsaida kandokando ya bahari ya Galilaya, aliishi kijana mnyenyekevu aliitwa Andrea. Yeye na ndugu yake Simoni Petro walikuwa wavuvi hodari, wakitumia maisha yao kuvua samaki ili kujikimu kimaisha. Andrea hakuwa tu mvuvi wa kawaida, alikuwa na shahuku ya kumjua Mungu zaidi. Wakati habari iliposambaa kuhusu Yohana Mbatizaji Andrea alikuwa miongoni mwa wale waliomfuata jangwani ili kusikiliza ujumbe wake wa toba. Aliguswa na mafunzo yake na hata kuwa mmoja wa wanafunzi wake wa karibu. Siku moja Andrea alisikia maneno ya ajabu kutoka kwa Yohana Mbatizaji akisema tazama, mwana kondoo wa Mungu, Yohana moja hadi thelathini na sita. Kwa hamu kubwa Andrea na rafiki yake eh, waliamua kumfuata Yesu ili waone wenyewe kama kweli ndiye masihi aliyekuwa akitarajiwa. Kukutana na Yesu, walipomkaribia Yesu aliwageukia na kuwauliza mnataka nini? Andrea akiwa na moyo wa shauku akajibu, Rabi, unakaa wapi? Yesu aliwaalika na kusema, njooni muone. Andrea alikuwa na Yesu siku hiyo nzima akimsikiliza kwa makini, na moyo wake ulibadilika kabisa. Hakupoteza muda, alirudi haraka kwa ndugu yake simoni Petro na kumwambia kwa msisimko akisema, tumempata Masihi. Kwa shauku alimpeleka Petro kwa Yesu, na hapo maisha yao yalibadilika milele. Siku moja Andrea na Petro walikuwa wakivua wa samaki kandokando kando ya bahari. Walikuwa wamechoka baada ya kazi ngumu ya usiku kucha. Ghafula Yesu akawaambia, nifuateni, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Bila kusita, Andrea aliacha nyavu zake na kumfuata Yesu. Katika safari zake, Andrea alikuwa mfuasi mwaminifu. Alishuhudia miujiza yake mingi, kama vile alivyowaponya wagonjwa na kufufua watu. Alikuwepo pale Yesu alipolisha maelfu kwa mikate mitano na samaki wawili. Alikuwa Andrea alimwambia Yesu kuhusu kijana alikuwa na chakula kidogo, na kwa miujiza maelfu walithibitisha baada ya kifo na ufufuo wa yesu Kristo, Andrea hakurudi kwenye uvuvi. Alitoka Yerusalemu na kusafiri mbali kuhubiri Injili. Alihubiri Ugiriki na hasia ndogo na hata Urusia. Sasa, katika safari yake Andrea alikumbana na mateso makubwa. Watu wengi walimkataa, lakini hakukata tamaa. Mwishowe huko Ugiriki, Andrea alikamatwa kwa kuhubiri imani ya Kristo. Andrea alihukumiwa kifo kwa kusurubiwa, lakini badala ya kusurubiwa kwa namna ya kawaida, alifungwa kwenye msalaba wenye umbo la eksi ambao baadaye ulijulikana kama msalaba wa mtakatifu Andrea. Hata akiwa katika mateso, Andrea hakulalamika. Aliendelea kuhubiri kwa siku kadhaa, akiwa bado amefungwa msalabani, akiwaambia watu wasikate tamaa bali waamini katika Yesu Kristo. Mwishowe alipumzika kwa amani akiwa na furaha kwamba amemaliza kazi aliyopewa na Bwana wake. Andrea alikuwa mtu mnyenyekevu mwenye shauku na ujasiri mkubwa. Alikuwa mtu wa kwanza kumtambua Yesu kama Masihi na kusita kushirikisha wengine, hata kwa ndugu yake Petro. Ni kwa bidii yake injili ilifika mbali, na hata leo jina lake linakumbukwa kama mvuvi aliyekuwa mvuvi wa watu. Andrea alisafiri mbali kuhubiri neno, akavumilia mateso na hatimaye kufa kwa imani yake. Hii inatufundisha uvumilivu, ni kujitoa kwa Mungu hata katika nyakati ngumu.